Imetokea umeingia nyumbani kwako, alafu unasikia harufu ya gesi nyumba nzima. Kitu gani unafaa ufanye na kitu gani hufai kufanya? Kuna watu ambao gesi inapovuja wana tabia kuchukua kiberiti, kupitisha hapa, ili kuhakikisha kama kweli. Je, hii gesi yavuja? Hicho sio kitu cha kufanya kabisa. Niko hapa siku ya leo kukuonyesha ama kukuelezea matumizi salama ya hii gesi. Yes. So ili kuangalia yukona... ya gesi yako kama kweli inavuja, unachotaka kufanya ni kuchukua maji yenye sabuni. Ukishachukua maji yako yenye sabuni, utamwaga hapa kwenye huu mdomo wa gesi, na kama itakuwa gesi yako yavuja, basi utaona zile bubbles, lakini sio kuchukua kiberiti na kuweka hapa. Jambo la pili la kuzingatia ni sehemu ambapo utaihifadhi gesi yako. Kwanza, inatakana uiweke mahali ambapo inapata hewa. Jambo la pili, hautakani kuiweka sehemu ambayo kuna cheche zozote za moto, ama inapata direct sunlight, inapigwa na jua moja kwa moja. Inatakana uihifadhi mahali ambapo haipati joto wala haitokuwa karibu na vyombo vya stima vinavyotoa cheche. Ndugu zangu, katika matumizi yako, labda unapika chakula chako imefikia wakati unataka kuzima jiko lakini, ukizima hivi wapeleka paka mwisho, haizimi. Bimaana hii imefeli, nini utafanya? Unachotaka kufanya, unatafuta kitambara ama tawel, unailoweka kwa maji, unakuja unafinika hapa. Ukishafinika moto utakuwa umezima, unaifungua polepole pole, na baada ya hapo itakuwa uko salama. Usikimbilie kwenda kuchukua jiko labda utoke nalo mbio, kwa sababu moto utakuwa unawaka, uende ukakuunguza. So tafuta tambara, liweke maji, finika hapa na uhakikishe moto umezima kwanza, alafu kwa utaratibu ndo utoe hii bana yako hii. Ni kwa nini? Hakikisha unanunua bana ambayo ni quality nzuri. Tunakimbilia kununua bana ambazo hazina quality, mwisho wa siku zinatuletea madhara. So kitu cha kwanza, hakikisha unanunua bana ambayo ni quality nzuri. So imetokea umeingia nyumbani kwako, alafu unasikia harufu ya gesi nyumba nzima. Kitu gani unafaa ufanye na kitu gani hufai kufanya? Cha kwanza unachotakikana kufanya ni kufungua madirisha yote ya nyumba yako na kufungua milango yote. Hii ni kuhakikisha kwamba hewa safi inaingia pale ndani. Jambo ambalo hutakikani kufanya ni kwenda kuwasha swichi yoyote ile iwe ni switch ya taa, ni switch ya nini, wachana na hiyo switch. So hapo unatakana utulie, ufungue madirisha yako, ufungue milango vizuri, na ukiona switch sijui nini, nakwambia washa, wachana nayo. Usiwashe kiberiti, sijui uvuta sigara manini, usiwashe. So kimbia, ukachukua ule mtungi wako, utoe nje, uangalie. Kwa process hii kuangalia wapi unavuja, na uache gas pale ndani ya nyumba itoke yote, ndipo uweze kuhakikisha kwamba unarudi bad. So kwa nini nimalizie, kwa kuambia muendelee kutumia Max Gas. Max Gas ndio gasi bora kwa sasa hivi hapa Kenya. Aa, na mtungi wa Max Gas uko na paka maelezo. Yaani, hii ni ilani, namna gani utatumia gesi yako, namna gani wakati wa emergency kitu gani unafanya, kitu ambacho gasi zingine zote hazina, lakini Max Gas inakuwa iko na hichi kibandiko hapa ambacho kinapeana maelezo yote. Kwa hiyo niwasistize, ndugu zangu, muendelee kutumia Max Gasi. Sasa hivi nenda mahali popote ambapo unanunua gasi, mwambie mimi sitaki gasi nyingine, nataka Max Gasi.